Yote yanawezekana kwa Yesu, yote yanawezekana kwa Yesu, yote yanawezekana mm. Shalom, shalom wapendwa katika Kristo, ninawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Naamini nyote mko salama kwa uwezo wa Bwana. Shalom, wapendwa katika Kristo, nina somo fupi kwa siku ya leo. Na somo yetu ya leo ni majonzi ya furaha. Bwana Yesu asifiwe. Machozi ya furaha ndiyo somo yetu la, le, la leo. Bila kuchelewa, tutafungua kwa kitabu chetu cha Rutu, lakini nitahadisia story ya Rutu amena. Kwa hiyo nitasoma tu vitabu viwili kwa kitabu cha Rutu, baadaye nitahadisia story. Wapendwa katika Kristo, bila kusahau teme yetu ya leo ni machozi ya, fu, ya furaha. Mkiingereza wanasema tear tear of joy. Tear of joy, joy haleluya! Kwa hiyo tunaenda kusoma katika kitabu chetu cha Rutu kitabu cha Rutu moja hadi kumi na sita. Naenda kusoma nikiongozwa na Roho wa Bwana aliye ndani yangu, moja hadi kumi na sita inasemaje? kumi na sita naye Rutu akasema usi usini usini usinisi ni kuache, ni reje, nirejee nisifuatane nawe, maana wewe uendako nitakwenda na, na wewe ukaapo nitakaa, watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako watakuwa Mungu wangu pale utakapo. Kumi na saba, samahani, nitasoma kumi na sita na kumi na saba. Kumi na saba: pale utakapo, okufa nitakufa nami, na papo hapo nitazikwa. Bwana anite, anitende vivyo na kuzidi, ila kufa tu kutatutenga kuta wewe nami. Bwana Yesu wasifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Somo hili hapa ni Rutu wapendwa, katika Kristo nitawahadithia stori ya Rutu. Sasa Rutu walikuwa wameolewa kwenye familia ya Elemeleki. Elemeleki ni mume wa Naomi. Hapa hivi Rutu walikuwa naongea na Naomi. Walikuwa wanaishi nchi ya Bethlehemu ya Yuda. Kwa hiyo huko kukawa njaa, wakamia nchi ya na nchi ya na uh... samani Nchi ya Moabu wakamia huko kwenye nchi ya Moabu. Walivyohamia nchi ya Moabu, maandiko yanasema walikaa nchi ya Moabu miaka kumi. Bwana Yesu wasifiwe. Mwiyo miaka kumi, inasemekana kama watoto wa Elemeleki wakaoa na wanawake wawili, kulikuwa huyo Rutu na kulikuwa na Oprah. Watoto, wa, wa, watoto wa Elemeleki walikuwa naitwa Maloni na Kilioni. Kwa hiyo wote wakafa na pia mume wa Naomi akafa. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana alibarikiwe. Ikaja kuonekana kama Naomi akabaki mjane na Rutu pia akabaki mjane. Wapendwa katika Kristo, hii ni stori ya Rutu, kwa hichi kitabu ni cha Rutu. Kwa nini wameweka hichi kitabu cha Rutu? Kwa sababu Rutu aliweka msimamo. Rutu hata kama alikuwa na majonzi ya, ku, ya kumpoteza mume wake ali imara alisimama na Naomi kwa kumaanisha kama kwa peni zake zote kwa majonzi yake yote, akasema kama atamwacha Naomi, lakini Oprah mwenzake akambusu na akaondoka. Ndio gisi maandiko yanasema. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Wapendwa katika Kristo, somo hili linatufundisha nini? Jiulize, mtu ninayeishi naye sasa hivi nikipata shida atakuwa nami ama ataniacha? Haleluya! Mtu ninayeishi naye kwa muda huu, mtu ninaendeka a, mfano kwa kwangu, kwa watoto nilionao sasa hivi, wakikomaa waje kuwa mabilionea, wataikaa nami ama wataniacha? Ndo stori ya Rutu, gisi inatufundisha. Rutu alikuwa ameolewa kwenye familia fulani, akampoteza mume, lakini akasema hatomuacha huyo, hatamuacha mama yake mkwe kwa sababu amempoteza mume. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Wapendwa katika Kristo, situesheni ambayo uko hemo sasa hivi, mtu unayeishi naye, ukipoteza kitu, ukipoteza mahali, ukiwa mlemavu, ama ukiwa ukiwa masikini, jiulize swali, mtu huyo ataikaa nawe ama atakuacha. Mungu apate kutusaidia wapendwa katika Kristo, inaonekana kama Oprah alichukua safari yake akaondoka, hata kama Naomi aka, alizungumza akawambia e, nendeni, nendeni mkaondoke, lakini alikuwa anaongea na, na majonzi. Imagine Naomi angebaki mwenyewe angepata shida tena, nchi ya ugenini. Hiyo nchi ya Moabu aikukua nchi yake, waliama huko kwa kutafuta chakula. Imajeni kama Naomi um, angebaki mwenyewe kama Ruthu angeikaa naye. Mpendwa katika Kristo, omba Mungu, sema Mungu, leta watu wa maana katika maisha yangu, hata pale nitakapopata shida. Bwana watu wao wasiniache, watu tuwawa wasiniache, kwa sababu pale anapopata shida ndo nakuta wanafika wanakutupilia wanasema, wewe tena uko gisi ulikuaga? Nilikuwa naishi na, na wao kwa sababu ya mali, nilikuwa naishi na, na wao kwa sababu ya kitu fulani, alafu ukishapoteza hicho kitu wanaondoka zao. Mungu apate kutusaidia wapendwa katika Kristo, ndio hii ya Ruthu na Naomi na Orpa. Haleluya! Ruthu aliweka msimamo wa kusema, mimi sitaondoka nitapambana na huyu mama hata kama mtoto wake amekufa hata kama mimi mwenyewe nimempoteza mume, mume wangu, nitapambana naye nione Mungu atafanya nini kwa sababu maandiko yanasema, Naomi amelia akasema, Mungu amenikosea kabisa, akaanza kumlaumu Mungu. Lakini kwa sababu Rutu alisimama naye imara, Rutu hakumwacha, Rutu alishikamana naye, basi Naomi akatulia. Wapendwa katika Kristo, maandiko yanasema baada ya miaka kumi huko walikokuwa wanaishi Moabu, wakasikia habari kama mambo yamekuwa sawa kwenye nchi ya Bethlehem ya Yuda. Haleluya. Kwa hiyo ikawapasa warudi. Hakuna kitu kingine ambacho walikuwa wanafanya kwenye nchi hiyo. Kwa kumaanisha kama alimpote, walipo, ma, Naomi alimpoteza mme akampoteza mke akapoteza samani akapoteza watoto. Kwa hiyo akasema ngoja basi turudi. Kwa hiyo wakarudi kwenye nchi hiyo ya Bethlehem. Maandiko yanasema waliende, walirudi wakati wa mavuno. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Nitaleta mfano kwetu, ni kama sisi tuko kwenye nchi za tatu hapa. Tusiwatuambie kama yeye Marekani hakutakuwa tena misaada yoyote ama Marekani kumetoka hii hii situation, watu waanze kurudi kwao, ndo kama hii ya ya ya, ya, ya Naomi ilibidi wapase warudi, iliwapasa warudi kwa sababu hawakuona tena umuhimu. Wote wamoja wetu tuko kwenye nchi hizi za tatu, lakini tunapangilia turudi, tuna miradi Afrika. Kwa nini? Kwa sababu hii sio nchi yetu. Wengi wetu tunaishi hapa, lakini pesa zote ni Afrika. Huko Afrika ndio umeshaweka mashamba, huko Afrika ndio unajenga nyumba, na wengine wetu wanaweka mama nyumba huko, lakini hawapati kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ikawapasa warudi na walirudi, wakati wa mavuno. Walivyorudi wakati wa mavuno, basi kama nilivyowaambia, Rutu alikaa tu na Naomi. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Alivyokuwa anaenda kwenye mavuno huko, baadaye akakutana na mwanaume alikuwa anaitwa Boazi. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana jina libarikiwe. Tembe yetu ni machozi ya furaha. Haleluya. Akakutana na mwanaume alikuwa anaitwa Boazi. Kwa hiyo Rutu naye kwa, ku, kwa, ku, kwa kuikaa vizuri, kwa kuika vizuri na Naomi kwa kutokumuacha Naomi akajitengenezea sifa nzuri wapendwa katika Kristo. The way you live with people na ndo the way watu watakapokuchukua. Kama unaishi na watu vibaya msaada wako utakuwa utakuwa mdogo kwenye maisha yako. Pale unapoishi vizuri na watu msaada wako utakuwa mkubwa. Kwa kumaanisha, kama unaweza ukabenefit more in life when you help others. Ndo hii ya Rutu. Yu, Rutu alibenefiti kwa kuishi vizuri na Naomi. Kwa hiyo kwenye hiyo mwingine wa Betlehemu, hata kama alikuwa mgeni, lakini alikuwa na sifa nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Wa watu wote walijua Naomi amerudi na mwanamke tena, huyo mwanamke sio wainchi yetu, huyo mwanamke ni wainchi wa Moabu, lakini alirudi naye huyo <laughs> mwanamke anakuambia, ni hatari. Hata kama mume wake alikufa, lakini am... hata kama mume wake amekufa, lakini tu ameikaa naye ni mtu wa namna gani? Kwa hiyo mwingini yao yote ikamfurahia. Ya wapendwa katika Kristo, na ndio maana ukienda, hata ukienda hata nchi ya ugenini kama huko, huko, huko na sifa nzuri, no matter where you go, watu watakuongelea mazuri tu, lakini kama ukiwa na sifa mbaya, mpendwa katika Kristo <laughs> ni shida. Ndio hapo nataka mtutabaye akujua nakutupia vimaneno vimaneno, vimaneno. Because the way you live with people. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Rutu akawa mtu mwenye sifa kwenye nchi ya ugenini, ni kama sisi ambao tunakuja Marekani huku tunakuwa tunasifiwa sana sisi Waafrika. Ah, Waafrika. <laughs> Waafrika, Waafrika, Waafrika, they are good people. Something like that rutu naye huko alikuwa mgeni lakini alikuwa na sifa nzuri sana. Bwana Yesu asifiwe jina la Bwana libarikiwe. Sifa yake ikamtengenezea mazingira mazuri. Tunaenda kusoma kwa kitabu chetu hicho cha Rutu, tunaenda kusoma ile aya ya tatu hadi kumi na moja pale tatu kumi na moja naenda kusoma nikiongozwa na Roho wa Bwana aliye ndani yangu. kumi na moja inasema 10, 11. Basi mwanangu usiogope. Huyu ni boazi anamwambia Ruth, mimi nitakufanya yote uyanenayo kwa maana mji wote pia wa, wa watu wangu wanakujua ya kwamba u mwanamke mwema. Bwana Yesu wasifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Mji wote ulijua kama Rutu alikuwa mwanamke mwema, na kuwa na umwema wake na kuwa na uzuri wake na tabia yake nzuri, na kuwa kushikamana na Naomi mama yake mkwe hadi Boazi akamfurahia. Maandiko yanasema wakati anavuna akaanza kumwambia, usiende kwenye shamba zingine, baki tu kwenye shamba yangu, niko na niko na wengine wajakazi wangu, andamana nao, niko na vijana wangu. Inaonekana Boazi alikuwa rich, alikuwa mwenye pesa. Bwana Yesu asifiwe. Akamshika Rutu na mikono miwili, haleluya, kwenye nchi ya ugeni, nchi ambayo wajulikani, wakamshika na mikono miwili wakambeba beba, maanake Boazi akambeba vizuri haleluya, na akamwambia tena, hata kwangu njoo ukule chakula. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inakuwaga saini nzuri sana pale, unapokaribishwa unapewa chakula, unapewa maji, hiyo ni saini nzuri. Kama unaenda kwa nyumba ya mtu awakupi maji awakupi chakula, e -e, huyo mtu ana roho mbaya. Wapendwa katika Kristo, tukisoma maandiko, kila mtu akikutembelea ni vizuri unamkaribisha kwa kinywaji ama kwa chakula. Ndio ilikuwa desturi ya zamani, na ndio inabidi kuwe desturi ya sasa, kwa sababu tunatembelea maandiko. Lakini wengi wetu kwa sasa hivi unaenda kwa nyumba ya mtu, karibu we, karibu we, hata chupa ya maji hatakupa. Uchoyo, hata chupa ya maji hakuna. Wapendwa katika Kristo, hiyo ni kinyume na maandiko. Tutembee sawasawa na maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana alibarikiwe. Maandiko yetu yanasema Boazi akamfurahia Rutu. Hata kama hata kama Boazi hakuwa na mamlaka ya kumtongoza Rutu, lakini kwa sababu kulikuwa mtu mwingine alikuwa juu yake, kwa hiyo ikampasa amtafutie Rutu mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyowaambia mume wa Rutu alikufaga, haleluya! Na maandiko yanasema, yanaruhusu pale unapofiwa na mume ama na mke, unaruhusiwa tena kuolewa. Kwa hiyo Rutu akarudi kwa mama yake mkwe, akasema ya ah, ule ule baba ule baba Boazi yule amenilea vizuri, ananiambia nifanye hivi um, um, nao. Naomi akamwambia huyo hapo alikuwa rafiki yake na mume wangu, kwa hiyo huyo ni mtu mzuri, kwa hiyo kampaa madirection: nenda kwake, uka uka uka uka mnani uka ukafunike miguu yake ukaifunue. Akampaa madirection ya kumteka Boazi. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Wapendwa katika Kristo, tuwe wajanja. Watu wa zamani walikuwa wajanja, Inabidi kuwa wajanja eh. Unaenda kutembea mahali, hakikisha unapendeza. Vilikuwepo na maandiko yanasema kama Naomi alimwambia Rutu apendeze, alim alimwambia Rutu oga pendeza dada, alafu uende pale ukalale miguuni mwake eh. Ukampanguze na miguu haleluya, akampanguza miguu. Sasa Boazi alipoamka akaona mwanamke mrembo, akasema wa wow, kumbe huko hapa. Bwana Yesu wasifiwe kuvaa kwetu vitamba, kutokupaka makeup haijamaanisha kama tusipendeze. Kupendeza inaruhusiwa, inabidi kupendeza, ndio gisi Rutu alivyofanya wakati anaenda kwa Boazi. Kwa hiyo Boazi akafanya harakati zote Rutu apate mume, kwa sababu alikuwa mwanamke mrembo. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Akamwambia, nitakutafutia mtu ambaye anakufaa haleluya. Lakini maandiko inaonekana kama tu Rutu ilimpasa aishi na Boazi kwa sababu Boazi ndo ali, ali, ali, aliweka energy yake amena <laughs> aliweka energy yake alikuwa anamfuatilia, alikuwa namna nini, hata kama kulikuwa wa juu yake, lakini tu Mungu alikuwa na, ana, anataka waishi kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kinachopanga Mungu hakuna mwanadamu anaweza kipa, anaweza akakipangua. Kinachopanga Mungu hakuna mwanadamu anaweza akakipangua. Haleluya. Kwa hiyo mwanaume mwingine alivyokuja, ule mwanaume akaambiwa maneno, inabidi uowe Rutu kafanya nini? Kwa sababu haikuwa ya Mungu. Haleluya! mtu from nowhere, mtu ambaye akukuangaikia kukuang, mtu ambaye akunani aje tu from nowhere, itaseme mambo? Hapana. Kwa hiyo ikampasa tu Boazi amuoe Rutu, Boazi akamuoa Rutu. Machozi ya furaha ndio somo yetu ya leo, wapendwa katika Kristo. Hata kama Rutu alifiwa na mume, hata kama Rutu alitoka kwenye nchi yao anaenda nchi nyingine na, na, na mama yake mkwe, lakini mwisho wa siku akapata mume mzuri aliyembeba vizuri, mume tajiri mwenye mali nyingi. Mpendwa katika Kristo, usiwahi kukata tamaa hata kama watu wanakuongelea mali, ona huyu mwanamke atazeekea kwao, ona huyu mwanamke hivi na hivi, ona huyu mwanamke hivi na hivi, Mungu anakuandalia. Haleluya. Mungu anajua maisha yako. Cha kufanya wewe ni kumuomba Mungu tu na ukuwe simama imara. Hakuna mwanadamu yeyote anaweza karibu maisha yako. Mungu pale anapopanga maisha yako yatakuwa hivi. Ni lazima yakuwe hivyo. Wapendwa katika Kristo, kwenye story hii ya Ruth tuwe na msimamo, tusiwe watu wa kukata tamaa. Haleluya, na mwisho wa siku tutakuja kupata furaha, kwa kumaanisha kama Mungu ataenda kutenda makuu katika maisha yetu, hata kama tunapitia changamoto, hata kama tume tu tulipitia vyote vitu ambavyo vinapitiaga. Whatever, at the end of the day there must be a testimony. Haleluya, at the end of the day there must be a testimony. Ruth alipata testimony kubwa, wanakuambia alivalishwa shela, alipendeza. Mpendwa katika Kristo. Changamoto isikukatishe tamaa. Changamoto isikufanye eti kama useme mimi ndio hivi finish. Kama ile ya Oprah. Oprah aliona eh, hivi gisi nimempoteza mume na mama yangu mkwe ananiambia niende. Hata basi mimi zangu tu nijiende. Mama yake mkwe ndio alisema nenda. Lakini alikuwa anaongea ya majonzi. Imagine unampoteza mtu kwenye maisha. Unakosa hata mtu wa kuongea naye. Naomi angeishi aje. Hallelujah. So, For us to be strong, we need good people in our life. Tunahitaji watu watu, wa, watu wazuri kwenye maisha yetu. Mpendwa katika Kristo, omba Mungu, sema Mungu, send a destiny helper in my life, nitumie mtu atakayenisaidia, hata pale nitapokuwa kwenye shida, hata pale nitapoanguka, hata pale nitapokuwa mata, kwenye matatizo. Ee Mungu wangu nitumie msaidizi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Wapendwa katika Kristo, safari hii ya kwenda mbinguni haiko rahisi bila Mungu. Safari hii ya kwenda mbinguni ina mambo mengi sana. Kwa hiyo, mpendwa katika Kristo, ni kusimama imara bila kukata tamaa. Omba Mungu, sema Mungu wangu, najua hautaniacha. Mungu wangu, najua utakuwa nami siku zote. Haleluya! Ndio hii ya Rutu, hakukata tamaa Alielekezana na mama yake Mungu na mwisho wa siku Mungu akaona huyu mwanamke ni mwanamke wa msimamo, huyu mwanamke ana roho safi, huyu mwanamke ni mwanamke mzuri. Akamletea mwanaume mwingine kwenye maisha yake, mwanaume aliyemheshimisha mwana. Anakuambia wamezaa wa mtoto, haleluya, wakazaa mtoto na wakaishi maisha ya furaha. As long you are live, as long you live in this world, Mungu ana sababu na wewe. Kama bado unaishi kwenye ulimwengu Mungu ana sababu na wewe, kwa kumaanisha kama aje, there must be a testimony in your life. There must be a change. Kama unapitia shida, lazima Mungu abadilishe. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Mungu akutuleta hapa duniani tuteseke. Hata kama tunapitia changamoto, lazima ibilisi haibike kwa kwa Mungu yakuinue Lazima ibilisi aone huyu mtu kweli ameinuliwa, huyu mtu kweli ana Mungu. Na ndio maana ukisoma maandiko, watu wengi ile ya Shadrake meisha Meshake na Abednego, ili kuaga aji wakatupwa kwenye tanuru la moto, lakini kwa sababu Mungu wao alikuwa anaishi, hadi yule mfalme wao, yule mfalme wa kuabudu hiyo masa, ma, ma, ma, masanamu yao, akasema kweli au Shadrake na Abednego wana Mungu kweli kweli. Mpendwa katika Kristo, changamoto inakufanya ukomae kiroho, ili Mungu apate kushujudiwa kwenye maisha yako, ili utukufu wa Mungu upate kumrudia Mungu. Haleluya. Kwa hiyo cha kufanya ni wewe, ni kuomba Mungu, usiwahi kukata tamaa, kusikue mtu atakaye kukatiza tamaa kwenye maisha no matter what you are going through, stay strong, pray. That's all we need. Haleluya wapendwa katika Kristo, Sina mengi kwa siku ya leo. Nilitaka tu wako katika kitabu cha Ruth nije kukadisia kifupi na naamini somo hili litaenda kuwabariki. Shalom, shalom.